Tunayo trust kubwa au imani kubwa na utashi na utayari mkubwa wa kisiasa na wa kiutawala katika kufanikiwa kwenye yale ambayo tumeyapanga, na ni kupitia Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaweza, yuko tayari, na hiyo imani tunaiona, na ndiyo maana mmeweza kufika hapa mlipo leo. Katika hayo mlio tueleza, ambayo ni mafanikio, ni mengi zaidi kuliko changamoto. Kwa hiyo tuzidi kumshukuru Mheshimiwa Rais. Lakini sisi sasa hapa katika imani yake kubwa na utayari wake, tuutumie vizuri kulisaidia taifa. Tutumie vizuri kwa maana ya kwamba kwenye eneo ambalo ni jeshi lakini pia chima inapofanya kazi hizi za ujenzi wa uchumi. Kwenye eneo la kilimo tujipambanue kwanza kwa kuainisha maeneo yote na magereza yote ambayo yana uwezo wa kufanya kilimo, tuwe na hiyo mapping. Na najua kazi imefanyika, ipo, lakini tuweke kanzidata kwa maeneo, ukubwa wa ekari kwa hekta. Na pili, tuainishe aina ya mazao ambayo yanaweza kulimwa, mazao ya biashara ukiacha mazao ya chakula, mazao ya biashara na tatu, tuwatumie vizuri wizara ya kilimo, kwa sababu nimeshazungumza na mheshimiwa wa Chongoro, waziri wa kilimo. Yuko tayari kushirikiana na sisi katika maeneo ya eh, sekta ya kilimo, watu watari wafanye tafiti ya udongo, tujue soil texture katika kile kilimo tunachokusudia kukifanya kiwe kilimo cha kisasa, na tufanye sasa kilimo cha kisayansi kwenye hayo maeneo na kwa sababu Mwenyezi Mungu ametujalia kuanzia utashi wa Mheshimiwa Rais na utayari wa askari wetu, lakini pia wafanyakazi wote, lakini tayari, utayari wa wanafunzi wetu ambao unasema wanafunzi wa maadili ambao tunaweza kusema lugha ya wafungwa, lakini wanafunzi wa maadili, ambao wanakuja kwenye chuo cha marekebisho, chuo cha maadili ambao ni gereza, na wao wako tayari kujifunza kazi tunaweza kutumia hii kama nyenzo ya nguvu kazi itakayotusaidia kufikia malengo ambayo tunayakusudia, magereza yetu yakawa chanzo cha kutoa mazao ya kilimo, mazao ya biashara, lakini pia mazao ya ziada kwa ajili ya chakula cha wafungwa wa, wa wetu kwa maana yao wanafunzi wetu wa maadili, lakini pia tukapata ziada maeneo mengine tukalima mbegu maalum ambazo Wizara ya Kilimo kwa utaalamu wao watatuambia ili tuweze kuzizalisha badala ya kununua nje ya nchi. Kwa eneo la kilimo ni eneo muhimu sana ambalo na hili nalifungamanisha pamoja na kazi nyingine ambayo mnaifanya kupitia Jeshi la Magereza lakini pia shima swala la ufugaji. Katika ufugaji pia tunatarajia tusiwe tunaishi tu na mifugo, tuwe wafugaji. Kuna tofauti kubwa ya kuishi na mifugo na kuwa wafugaji. Gereza, Jeshi la Magereza na shirika lake tunatarajia wawe wafugaji, wafugaji ambao watafuga mifugo iwe ni mbuzi, ng'ombe, na vingine vyovyote vile hata uvuvi. Na wizara ya, ya, ya, ya mifugo na, na uvuvi tayari nayo nimekwisha zungumza na Dokta Bashiru, tumekubaliana kwamba kwenye magereza ambayo yana uwezo wa kufanya ufugaji na uvuvi, tunaweza tukashirikiana kwa kiwango kikubwa, ikiwa ni pamoja na kwenye lanchi za taifa kama tunaweza tukaona kuwa kuna maeneo yameainishwa na tukaweza kupeleka mifugo yetu ya kutosha kwenye maeneo kadhaa. Hata kama wafungwa itakuwa ni changamoto kuwapeleka kwenye zile ranch, lakini tupewe maeneo makubwa ya kufanya ufugaji, na tukijua kwamba ile capital tuliyoiweka kule ni ya kwetu, ili mwisho wa siku ifungamanishwe kwenye kilimo, mifugo, tufungamanishe na viwanda ambavyo tunavifanya. Tuna viwanda hapa vya ushonaji, ambao nimeona kazi nzuri mnafanya mnatengeneza uniform eh, za mamlaka mbalimbali majeshi mbalimbali, ile ile, ile, ile malighafi tutegemee tuwe tunaizalisha wenyewe, na especially kwenye ngozi. Tukifuga kwa wingi na kwa ukubwa, tuna uwezo wa kuzalisha ngozi nyingi, na ngozi hiyo ikarudi kuchakatwa kwenye kiwanda chetu cha Karanga, na tukawa tuna haja ya kununua ngozi. Nafahamu mara ya mwisho wakati natoka pale, tulikuwa mmeleta ile mashine ya, ya kuchakata ngozi, kuiandaa tofauti na ilivyokuwa tukinunua Morogoro ngozi. Sasa tunaweza tukapata malighafi na ikawa ina inasaiko, ndani humo humo, na tunatoa tuna kwenye mifugo tunayofuga, lakini ngozi tunakuja kuipata huku, lakini kwenye ng'ombe tunapata maziwa nyama, lakini pia mapembe yale tunaweza kutengeneza gundi, vifungo kwa kwato na kadhalika. Kwa hiyo tukienda kwenye kiwango kikubwa cha ufugaji na cha kitaalamu na kwa kupitia wizara hizi tunaweza tukafanikiwa, kwa sababu nguvu kazi tunayo na uwezo huo upo na dhamira nimeiona. CGP pamoja na bodi, ongereni sana mwenyekiti pamoja na CGP. Ongereni sana lakini eneo jingine ambalo mmeweza kulisema hapa ni inaonekana kama ni changamoto ya uwekezaji kwenye masuala ya kifedha, mbali na bajeti ya serikali ambayo mheshimiwa rais ameendelea kuweka kwenye wizara hizi nilizozitaja ya kilimo na, na mifugo na uvuvi zina bajeti zake na zipo pesa ambazo huwa zinaenda kama startup capital na upscaling capitals, tunaweza kuzitumia hizo kupitia sisi pia tukawa sehemu ya wadau ambao tunapata fedha. Kuna mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, kama eh, mazao yetu ya biashara au ya kilimo na uvuvi yanaweza kuenda kwenye kuleta multiplier effect kwa wananchi, bado pia fedha hiyo tunaweza tukaipata. Na ya tatu ni eneo la wizara yetu yenyewe ya mambo ya ndani, kulingana na bajeti za kila mwaka huko ni eneo ambalo tunaweza tukapata fedha. Eneo jingine ni kupitia e, ubia ni kupitia mabenki ambayo tayari CGP umeniambia mmefanya mazungumzo na tunaanza kwenye hatua ya awali na benki ya CRDB. Tuendelee na mazungumzo ya na namna hiyo, lakini tuangalie katika kukopa, tukope kwa kuwa na wazo zuri la biashara tunalokuwa na uhakika kwamba fedha itazaliwa na tutazalisha faida na hatimaye deni lile lisije kuwa mzigo kwetu tena.